Ubalozi wa China nchini Israel siku ya Jumanne uliwataka raia wake kuondoka nchini humo haraka iwezekanavyo, huku Israel na Iran zikiendelea kufanya mashambulizi makali, ambapo ujumbe wa China nchini Israel unawakumbusha raia wa China kuondoka nchini Israel haraka iwezekanavyo kupitia vivuko vya mpaka wa nchi kavu kwa sharti la kwamba wanaweza kuwahakikishia usalama wao binafsi. Ubalozi huo ulisema katika taarifa yake kwenye mtandao wa WeChat, inapendekeza kuondoka eh, kuelekea Jordan, iliyoongeza ubalozi wa Beijing ulisema kwamba Jumanne kwenye mzozo unaoendelea ulikuwa unaendelea kuongezeka na miundombinu mingi ya raia E, imeharibiwa huku vifo vya raia vikiongezeka na hali ya usalama inazidi kuwa mbaya zaidi ambapo ilisema katika taarifa yake. So ndo hivyo, e, kile ambacho kinaendelea kwa sasa kutoka huko nchini uh, Israel. Ubalozi uh, wa China umewataka raia wake kuondoka kwenye nchi hiyo haraka kutokana na vifo ambavyo vimekuwa vikitokea lakini pia uh, mali za raia zinaharibiwa kutokana na eh, mabomu ambayo yamekuwa yakipigwa hasa katika kipindi hiki cha mzozo uliopo kati ya Iran pamoja na Israel. Wakati huo huo, mambo bado yanazidi kuonekana kuwa mazito sana katika nchi hizo mbili, na haieleweki kwamba lini itaisha vita hii, kwa sababu Benjamin Netanyahu ndo kwanza ana mpango mpya wa kuivuruga kabisa Eh, amani ya nchi ya Iran, ah, akitaka ku, ku, ku, kutengeneza mazingira ya nchi hiyo kuwa huru kwa madai yake. Anadai kwamba nchi hiyo inatawaliwa na utawala wa Kiislamu na anatamani kuona nchi hiyo ikiwa huru eh, na ikiwa inaongozwa na rais kama nchi zingine. Unafahamu kwamba eh, rais wa nchi hiyo ambaye ndiye kiongozi anajulikana kwa jina la Ayatollah Ali Khamenei ambaye ndiye kiongozi mwenye nguvu zaidi katika nchi hiyo, lakini pia yeye ndiye kiongozi mwenye nguvu zaidi katika Afrika. Uh, I mean katika mashariki ya kati, kumradhi, sio Afrika, ni mashariki ya kati. Mtazamo wako kwa vipi juu ya uh, taarifa hiyo ya China? Uh, maoni yako ni jambo la muhimu sana. Weka maoni yako chini ya video hii.